Maji wa N-Catholics International, ambatana nasi katika dakika 60 za mwasham. Baba Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu wa jimbo la Bukoba, na kabla ya hapo jimbo kuu la Dar es Salamu, ambapo alikuwa askofu msaidizi nchini Tanzania, atatupa kwa undani kuhusu askofu na uundwaji wa jimbo jipya. Hii ni sehemu ya pili. Karibu. Sasa baba, kuna wakati eh, una tuna kwa tuna, mfano ulio wazi <coughs> tuna baba askofu eh, Rugambwa ambaye yupo Tabora, jimbo kuu la Tabora, lakini ni mwenyeji wa Kagera eh. Eh, inakuwaje kwamba mwenyeji wa mkoa fulani, lakini anapelekwa eneo jingine, ili hali huko pia kuna mapadri ambao pengine ongeza huduma? Huwa kuna vigezo au ni kwanza askofu? <coughs> unakuwa askofu wa jimbo na askofu wa ulimwengu Aha. Ni askofu wa... tena katika viapo vyetu kama ulishovifikia. uh -huh. Anaapa kulinda ulika maanake umoja wakuwa yeye mmoja wapo kati ya uongozi wa maaskofu uh -huh. Na hiyo ni sehemu muhimu sana uh -huh. Na inasisitizwa sana na hata kama unasema kafad kufanya sinodi ya maaskofu, ambaye Papa Yohana Paulo wa Pili yani kama roho yake ndio Pastores Gregis anasema tusi mdue wazi kabisa, askofu au askofu wa jimbo na askofu wa ulimwengu. Maana yake jimbo lako wewe umo kwa niaba ya ulimwengu mzima, hivyo kwa askofu unaweza kuwa askofu mahali popote pale, yani ulimwengu, unaweza kutoka hapo kufanya. Kuna askofu mmoja alikuwa askofu kule Marekani, ni mganda kutoka Uganda mm -hmm. Alikuwa askofu Marekani sasa hivyo. mm. Hivyo hakuna sababu itakuwa vigumu kupeleka nchi nyingine kwa sababu ya, ya visa nini nini nini. mm. Lakini ndani ya nchi yenyewe unaweza kuwa askofu popote pale kwenyewe. mm. Anachotazama ni huyu anafaa hapa, atafanya kazi nzuri. mm. Ataendesha kazi vizuri basi Hmm. Haidhuru umetoka wapi lakini basi ni kudra tu eh. Maanake akionava Tanzania kuna maaskofu wengi sana ambao wamekwenda sehemu mbalimbali mm -hmm. nenda, nenda, nenda Kahama, ametoka tofauti, nenda Dar es Salaam, nenda Arusha yeah, nenda Tabora ulioisema, nenda Kigoma yeah, yeah, yeah. nenda yani maaskofu wametoka sehemu tofauti tofauti. Mazingira tofauti. Mm wengi wengi wanakuta wengi, wengi wengi sana mm. -hmm. au kutoka katika majimbo yale yale. mm -hmm. kuna majimbo machache ambapo askofu ametoka mle mm. -hmm. wakaona kwamba yani wanasema huyu huyu tukileta jim, askofu wa jimbo lile pale pale mm -hmm. atasaidia zaidi kuliko kutoka nje, jambo hilo tu mm. -hmm. wakiona wandani atasaidia zaidi na wakampata mm -hmm. wanamleta mm. -hmm. wanaweza kusema afu wandani angesaidia lakini hayupo, mm -hmm. tafuta nje basi, hiyo ni, ni tu juu ya mtu alivyo na mahali pale pale hivyo, hakuna chochote cha kusema askofu atoke kabisa au askofu wa jimbo au awe, awe mtawa, mradi mm -hmm. ni padre mm -hmm. anakuwa ni askofu wa mahali na, inakwaje majimbo mengine kwa mfano jimbo kuu la Dar es Salaam eh, unakuta inakuwa na maskofu saidizi zaidi ya mmoja unakuta na, na, majimbo mengine haya ni kwa sababu ya ukubwa uh, uh, kubwa sasa ukienda Same ukampa askofu msaidizi. samahani sana nasema Same, lakini kutani jimbo dogo. sasa sasa hakuna sababu. Lakini ukienda kwa askofu kama Dar es Salaam, na wewe unajua kabisa Dar es Salaam kwa kweli inahitaji, ina maparokia mia moja na ngapi, karibu inaikia kwenda mia mbili, unajua, ambapo ni majimbo mengine kutana ina maparokia ishirini na tano. Sasa hawezi kulinganisha, hawezi kulinganisha alafu mm. yeah. na maaskofu wakuu wanakuwa na, mm. na mm. mm. majukumu ma... mm. yeah. yeah. no. mengi iso hmm. Naona sasa majimbo yetu makuu yana yana wasaidizi. Dar es Salaam hmm. ina msaidizi, Dodoma ina msaidizi, Mbeya msaidizi, ina msaidizi, ina msaidizi hmm. ina hmm. e... Arusha ilikuwa naye ameondoka. Eh, na askofu anapostaafu anapaswa kuishi wapi? hmm. Na nani anapewa na, na jukumu la kumtunza <laughs> askofu anapostaafu? hmm. jimbo lile hmm alimu alipo staafu kwa nini? mm. la kukutunza. Kuna mazingira ambayo inaweza kutokea askofu akavuliwa, askofu na anavuliwa askofu, ana anafanya majukumu gani? askofu hawezi kuvuliwa kwa sababu hauvuliwi. mm. -hmm. Unaweza kusimamishwa majukumu, okay. Lakini hawezi kuvuliwa askofu. mm -hmm. Na kusimamishwa majukumu inatokea. Kwa mfano tu mmoja, mfano mmoja, yule askofu wa Zambia, mm. alikuwa, alikuwa anaitwa, alikuwa anaitwa nani Kaoa, Mkorea, mm, mm. Arafa, kaoa, waskofu, askofu umefanya kazi ya askofu unakwenda kuoa. Kwanza askofu hawezi kupata ruhusa ya kuoa. Padre anaweza akaondolewa majukumu ya upadre, akapewa ruhusa ya kuoa na akafunga ndoa kanisani, mm -hmm. lakini askofu, hapana. Askofu na mkuu okay. <laughs> wa shirika, hapana. Kama umekuwa askofu, jua kwamba ni wewe na Mungu wako. Sasa hiy, akaoa sio tu, aliondiwa askofu, alafu akaenda Kenya kula kapa waaskofu maaskofu nani mafadi waliooa <laughs> akatengwa na kanisa, lakini anabaki bado ni mm. ni na mm. nanavoto waaskofu ni waaskofu kweli, ila ni kukanganya kanisa, ni kukanganya mm. kanisa mm. eh.